Nchi yetu mahali imefika, waziri mkuu, naibu waziri mkuu na serikali yetu inahitaji maombi sana kweli. Mi nimeangalia watu wanaimba, wanaimba. Watu wakiimba kitu sana, ujue ni hitaji. Ukisikia wanaisema sana, ujue ni hitaji. Baba, hata we baba, ukiona mkeo anapika anaimba wimbo wa wana wa Israeli, fikiria kweli na mina, mina, mina ule wimbo wa wana Israeli, makongoro hawajaja huku waniniimbia leo, nimefurahi kweli. Wana Israeli waimbie kule mbali, lakini ukisikia wanaimba jikoni, baba, fikiria. Moto umewasha kupita kiasi, wapendwa. Uasi wa sheria na dhambi, dhambi ni uasi tu, uasi wote ni dhambi Asubuhi niliwauliza na ninyi nitawaulizeni, na acha tu waziri mkuu asije akaniangalia vibaya, lakini nasema kweli, niwaulize ninyi wengine, huyu ni mgeni rasmi leo, kesho nitamuuliza. Kukata hapa, acha hawa, hawa ni wakubwa. Mnapenda dhambi eh? Wachungaji hampendi dhambi wale kule hapa mbele ukiacha waziri mkuu. <laughs> yeah. A, tu, tu, tu, tu, tumesema tunamsamehe, ni waziri mkuu, naibu waziri mkuu, mgeni rasmi, tunapenda dhambi. Unajua ninyi ni waongo, ukweli, kwa sababu dhambi mimi nazipenda, ila Yesu hataki kwa ajili yake ninaacha. Ninyi wamama mlioolewa, mnapenda kurudi nyumbani saa kumi na mbili, isikukute nje. Mnaipenda, munarudi, kwa sababu mume hapendi uwe nje, ana wivu mchangano na wifu, hasira, si ndio? Dhambi ni wazi, ni kuasi njia sahihi na kuingilia isiyofaa. Katika nchi yetu tunahitaji maombi mengi sana na kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. kwa ajili ya muda wangu, dhambi huleta aibu kwa watu wote, dhambi ni fedheha. Na kwa ninyi Wakristo wote nchi hii, tunaposema ninyi viongozi wa serikali, ujue ni nani? Wale wale ni Wakristo kanisani, wale wale ni waumini msikitini, wale wale wale wale wale ndio tuko nao msikitini, wanaenda kule wanakuja makanisani ni wazee wa kanisa. Sasa ukiwatukana unajitukana. Hapa tunapaswa kutafuta dawa, tunaumwa. Hamsikii vivo vya watu wetu? kila mtu nenda kwenye magrupu, kichwa itakuuma kabla ya saa sita usiku na wala sio usingizi, na wala hujatenda dhambi siku hiyo. Kwa neema ya Mungu haijatokea njia yako. Sasa sisi tunapaswa kujilinda, mojawapo ni ma nyeko ombeeni nchi, fungeni kwa ajili yake, mipaka yake iombewe, jumuiya za kimataifa ziombewe. Kule Arusha naibu waziri mkuu, mimi nilisema hivi na narudia hapa na naisema kwa unyenyekevu, naogopa baadhi ya lugha kama kusema watu wasiojulikana. Hapana, wasiyejulikana wanajulikana, hawajulikani na sisi na na inawezekana hawajulikani na watu wa usalama lakini wanajulikana na wazazi wao, hata majina wanajua. Wanajulikana na waliowatuma, hata sababu wanajua. Na mimi niwaambia wakubwa wetu kule Arusha, ninaogopa tunakoelekea nchi hii. Kila tendo baya saa hizi kitokea, ni vyombo vya usalama. Je, magaidi na wahalifu wakifanya tendo hilo Si, tutauana, si tutapoteza muda tunanyoosheana vidole. Tanzania, hatuna nchi nyingine. Nimekaa pale na tafakari maskofu wao, ibada nzuri kama hii, nchi ikivurugika tutaipataje?